Ee, mi naitwa Amour Abu Jumaa mbunge wa jimbo la Kibaha Vijijini. Kwanza nichukue fursa hii kumpongeza e, Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wake mzuri wa kumteua Dkt. Lameck Mwigulu Nchemba kwa waziri mkuu. Sisi kama wabunge tumempokea kwa mikono miwili na nadhani uteuzi wake ni uteuzi sahihi, kwa sababu Mwigulu ni kiongozi ambaye ameshika nafasi nyingi na kubwa. Sisi sasa hivi tuna matumaini makubwa sana na waziri mkuu mpya kutokana na hotuba yake ambayo ina matumaini makubwa kwa wananchi. Sisi kama wabunge tumefanya kazi muda mrefu, kwa uzoefu wake na umahiri wake na uhodari wake, mimi naamini kwamba tumepata kiongozi sahihi na ataweza kufanya kazi nzuri zaidi. Na mimi nimefurahishwa katika hotuba yake kwamba anaangalia watu maskini wa maisha katika mazingira ya umaskini. Lakini kubwa kwa kauli yake kwamba maskini hawa watasikilizwa katika maeneo mengi na kutoa onyo kwa watumishi wa serikali. Hiyo nadhani kwamba wananchi wana matumaini makubwa na waziri mkuu huyu mpya.